Magonjwa ya macho miongoni mwa wakazi wa eneo la Likuyani yameongeza matatizo mengi kwa watu ambao wanashindwa kuendelea na shughuli zao za kawaida. Watoto ni wa hivi punde kuathiriwa na magonjwa tofauti ya macho. Wakiongea wakati wa hafla ya kampeni ya kupimwa macho iliyoandaliwa na mbunge wa Likuyani Innocent Mgabe, maafisa wa afya wameonya kuwa magonjwa ya macho yameenea eneo hilo na walioathirika mno ni watoto na kina mama. Kuna wale ambao watasaidika kwa miwani. Kuna wale ambao watasaidika kwa operation na kuna pia wale ambao tumeambia wakuje uh, hospitalini kwa ajili ya rehabilitation. Lakini jambo ambalo ningependa kusisitiza ni kwamba watu wengi sana katika eneo bunge hili na kwingineko Kenya, wana shida ya macho, lakini serikali kuu na serikali za gatuzi zinafaa sana kuimarisha masuala ya matibabu ya macho. Afisa kutoka hospitali ya macho ya Sabatia waliwapata takriban watu mia tisa katika kampeni ya leo wakiwa na matatizo ya macho, huku miongoni mwao mia tatu wakihitaji upasuaji, na wale ambao watahitaji upasuaji pia wanasafirishwa hadi kule Sabatia High Hospital ambao watafanyiwa upasuaji. Tumefurahi watu wa Likuyani siku ya leo kuletewa kliniki kutoka Sabatia ya macho, na tumekuja tumeutumiwa kwa haraka, na wengi wamechukuliwa, wanaenda Sabatia injari kule, na wale tumepaki hapa tumepewa miwani, tumepewa madawa. Watu wote wengi walikuwa hata hawajui shida iko wapi katika mahospitali zetu kuenda kuweza kupima ku, ku, ujue shida ambacho iko wapi, hakuna hizo facilities. Ni nini kinachangia ongezeko la ugonjwa huu? Tatizo ya ugonjwa wa macho kwa wingi sana sana, kwa umri mdogo huwa tunapata ya kwamba uh, wengi wanaugua ugonjwa wa allergy, na allergy ni ugonjwa ambayo inasababishwa na vitu vingi. Inaweza kuwa moshi, inaweza kuwa vumbi, inaweza kuwa baridi. Mbunge wa Likuyani Innocent Mugabe amesema atawalipia gharama ya matibabu wote waliopatikana na matatizo ya macho. Tayari wagonjwa kufanyiwa upasuaji wa macho wamesafiri hadi hospitali ya Sabatia kuanza matibabu. Na tunaona pia watoto wetu wengi, especially wale ambao wako shule wanashindwa kusoma, wanahangaika sababu ya shida, matatizo ya, ya macho. John Wanyama, Runinga ya Citizen, Likuyani, Kakamega.